Nyumbani tuende sasa nyumbani kwetu tukainjoi vizuri kombe letu la kimataifa. Kwa hiyo mm. navyoongea navu, navu, na wewe hapa, mipango ya safari inaanza na tarehe tatu. Mm, timu inaondoka Dar es Salaam kurejea nyumbani Singida. Ile tarehe tatu timu inapokelewa, ah, ah, kuna mapokezi maalum, ah, ah, ah, tunafanya paredi e. Mpaka sasa labda ratiba ibadilike ndi? paredi yetu linaanzia Manyoni <laughs> <laughs> Sifa Masanza. No, sasa Manyoni pale na Singida. Yani ujo ukiwa umesafiri, umetokea Dar es Salaam. Ukifika Manyoni. Ukifika Manyoni, sasa ndio umeanza kuinusa Singida. Kwa hiyo tunaanzia wilaya ya Manyoni pale kwa sababu mashabiki wetu wanatusubiri kwa hamu, na wengi wanapiga piga simbona, mnalichelewesha wanaliona tu wa kwenye TV. Wanaona mimi ninavyopiga piga. Nalo picha hivi, wanataka kuliona, kuligusa na kulikumbatia. Kwa hiyo safari yetu tutafanya tarehe tatu na mapokezi makubwa yatafanyika kuipokea timu kuanzia pale Manyoni. Lakini uh, tunaanga bado mipango inaendelea, huenda tukalisogeza mpaka pale Itigi e, tukasimama kidogo pale, kwa sababu makamu wa rais, makamu wa mwenyekiti wa Singida Black Stars, Mheshimiwa Yohana Msita anagombea ubunge e, na ni kiongozi wa timu, lazima tukampelekeza wadi kwanza aione na watu wake wa pale Itigi. Kisha baada ya hapo safari itaendelea kijiji kwa kijiji, wilaya kwa wilaya, mpaka tufike nyumbani Singida mjini alipo makao makuu ya timu yetu tarehe hiyo tarehe tatu hiyo, mapokezi tutafika, tutapumzika. Tarehe nne tutafanya sherehe ya kihistoria ya kushangilia ubingwa na watu wetu, kwa kila Mwanasingida. Yani, ukishajua ni Mwanasingida, mimi ningekutana na wewe baada ile sherehe sasa, nakwambia leta simu yako, picha iko wapi? Kwa hiyo hili ni, ni agizo kila Mwanasingida lazima apige picha na kombe letu la kimataifa, utambulisho pekee ambao utakufanya tukujue wewe ni mwenzetu, mwana na uko Singida, tuone kwenye wallpaper yako umeweka picha umepiga umepiga picha na kombe la Singida la kimataifa, na lazima uwepo kwenye paredi sasa. Ehe, sasa utapigaje picha kama haupo? <laughs>